Tumsifu tu Yesu Kristo. Umkama mrunji obude bona. Wazo letu fupi la siku hii, unapoutafuta ufalme wa Mungu, unapoutafuta ufalme wa Mungu unamtafuta Yesu. Unapoutafuta ufalme wa Mungu unamtafuta Yesu. Tumekuja hapa kanisani leo asubuhi, tunamtafuta Yesu, kwa maneno mengine, tunautafuta ufalme wa Mungu. Katika Injili Luka sura ya kumi na saba mstari wa ishirini hadi wa ishirini na moja tunasoma hivi: ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema tazama, uko huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kuna kisa cha mkuu wa watawa. Kulikuwa na nyumba ya watawa wa kiume iliyokuwa kwenye tishio la kufungwa. Waliokuwemo watawa walikuwa ni wazee, na hakuna kijana aliyejiunga na shirika hilo la watawa. Sasa mkuu wa shirika Akaamua kwenda kumwona rabai mmoja, mtu mwenye hekima aliyekuwa anaishi kwenye msitu mdogo. Alipoenda akamwelezea shida yake, akingoja kupata ushauri. Yule rabai akaongea mambo mengi sana. Mwishoni, wakati yeye anajiandaa kuondoka, amekata tamaa, rabai akamwambia, masiya ni mmoja wenu. Aliporudi wenzake wakamwambia, hey, amekupa neno la maana? Akasema hapana, ameongea mambo mengi, lakini mwishoni alipokuwa naondoka, alisema mmoja wenu ni masia. Wakashangaa, lakini wakatafakari neno hilo, mmoja wenu ni masia. Mtu alipokuwa anazungumza na mwenzake, anazungumza naye kwa upendo, kwa upole, wezi ukajua ani masia, mmoja wenu ni masia. Kwa hiyo wakaanza kutembeana mema, wakaanza kuheshimiana. Mmoja wenu ni masia, mwenda huyu ndo masia. Basi kwa vile walianza kupendana, kuheshimiana na kutembeana mema mengi, wakaanza kuwavuta vijana. Baada ya muda, nyumba yote ya watawa ikajaa vijana waliotaka kujiunga na wa shirika hilo. Kwa neno hilo, mmoja wenu ni masia, naomba tuseme kwa sauti, mmoja wetu ni masia, mmoja wetu ni masia. Yesu mwenyewe ndiye ufalme. Baba wa kanisa Origen alisema, na mnukuu, Yesu mwenyewe anaitwa autobasirehia, kwa kuwa ndani yake ufalme wa Mungu umefika. Neno autobasirehia ni neno la Kigiriki, linaundwa na maneno mawili autos na basireia autos yeye mwenyewe basireia ufalme. Kwa hiyo Yesu ndiye autobasireia ndiye ufalme wenyewe. Mkumbuke e, katika injili ya Mateo sura ya kwanza mstari wa ishirini na tatu e, wanasema ataitwa Emanueli, maana yake Mungu yu pamoja nasi. Kwa hiyo tunapoutafuta ufalme tunamtafuta Yesu ambaye ni Emanueli, ambaye ni Mungu mm, yu pamoja nasi, tuko hapa, tuko pamoja na Yesu, yuko pamoja nasi, yuko katika tabernakulo tunavyoamini sisi wa Katoliki e, yuko pamoja nasi. Mtakatifu Girigori wa Nisa alisema atakaye kumpokea Kristo anapokea ufalme, kwa maana Kristo ndiye ufalme wenyewe. Naye Mtakatifu Augustino alisema wale wanaompenda Kristo tayari wanaishi katika ufalme wake kwa kuwa ufalme wa Mungu ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo kauli Yesu ni Emanueli, Mungu yu pamoja nasi, inahusiana moja kwa moja na lawazo kwamba Yesu ni autobasileia, Yesu ni ufalme wenyewe. Kwa hiyo tumekuja hapa, tunamtafuta Yesu. Mtakatifu Sipriani alisema ufalme wa Mungu unaweza pia kumaanisha Kristo mwenyewe tunaye mtamani kila siku, afike na ambaye ujio wake tunautarajia udhihirishwe upesi, kwa kungoja kwetu, kama yeye alivyo ufuko wetu, kwa kuwa ndani yake tutafuka vivyo hivyo. Yeye ni ufalme wa Mungu, kwa kuwa ndani yake utatawala. Kwa hiyo neno ufalme ina maana nyingi. Leo nimeelezea maana hiyo tu moja, kwamba ufalme wa Mungu ni Yesu mwenyewe. Yeye ni mfalme wa amani, yeye ni mfalme wa upendo. Tumuombe aje aishi kati yetu. Mmoja wenu ni Masia, mwambie jirani yako, mmoja wetu ni Masia, mmoja wetu ni Masia. Sasa tayari alisema, nilikuwa na kiu ukaninywesha, nilikuwa na njaa ukanilisha, nilikuwa kifungoni ukaja kunitembelea. Kwa hiyo mmoja wetu ni Masia. Naomba hilo tulibebe, kila unapoongea na mwenzako, huenda mm. <laughs> ni Masia. Mtendee mema, mheshimu, huenda ni masiha. Tukiishi hivyo tunatendeana mema kwenye familia, tukiishi hivyo tunatendeana mema kwenye parokia, tukizidi hivyo, tukiishi hivyo tunatendeana mema kwenye jamii. Tumsifu Yesu Kristo.